Karibuni katika mada zetu za unajimu wa nyota ambazo zinajiri katika chaneli yetu ya YouTube kwa kuandika Mnajimu Kuluthum na Siri za Nyota. Leo nataka nizungumzie nyota zilizovurugwa. Nyota hizi zilizovurugwa zinakuwa na nguvu ya kugeukwa na kutendwa na wema wao, wanaoutenda huwa haukubaliki hata watumie nguvu vipi kuufanya ule wema walioutenda uendelee kubaki wema. Watu hawa wanakuwa wao wenyewe wana wema mkubwa sana lakini wema wao huyeyuka. Wakimfanyia mtu yoyote unageuka mauzi. Hmm, unageuka mauzi, unageuka maumivu na upande wao majuto, kunakuwa na majuto upande wao vile vile unakuwa ni ubaya upande wao na kuhujumiwa upande wa kugeukwa, wa nyota, upande wa kugeukwa, upande wa kugeukwa wa nyota. Watu hao huwa hufanyiwa chuki upande wao na kufanyiwa hujuma upande wao vile vile, kuonewa na kufanyiwa majungu upande wao. Watu wenye nyota zilizovurugwa hugeukwa, hugeuzwa baada ya baada ya mema yao kuonekana ni mazuri, yanaonekana na sio mambo yao mabaya. Na vilevile watu hawa wenye wema wanapogeukwa, huwa wanabaki kuendelea kutenda wema, na wakati mwingine wanakata tamaa. Kwa hiyo kama wewe ni mtu mwema mm, nyota yako kugeukwa, kuvurugwa, kuhujumiwa na kuvurugwa, ili kuweza kupelekwa kwenye upande wa kuhujumiwa au kutumiwa mambo mbalimbali. Ndio maana wakati mwingine wanasema kwamba tenda wema uende zako, kwa sababu mtu yoyote aliyemwema huwa harudishiwi mema. Hii ni nguvu kubwa ambayo huwa inatembea kwa watu wengi sana. Angalia sana watu wenye nyota njema, usaidia watu, huwainua watu, huwafikisha watu mbali, lakini badala yake wao hugeuzwa kuwa maadui na kugeuzwa kuwa watu wasiofaa katika jamii na hurudishiwa mabaya, wakati mwingine na hata wengine kupotezewa maisha na watu waliowatendea wema katika maisha yao. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu ambao ni wema huwa wasitarajie kupata mema kutoka kwa watu waliowatendea wema au waliowafanyia wema, hujikuta ni watu ambao wanatelekezwa au wanaachwa au ni watu ambao hawapati msaada mwingine kutoka kwa watu waliowatendea wema. Mara nyingi watu walio wema wanawafikisha watu wema watu wengine mbali. Unaweza kukuta mtu kamsaidia mtu kaenda nje ya nchi, kamsaidia mtu kwa kiongozi, kamsaidia mtu kasoma paka kamaliza kapata kazi, wakati ule wema unakuja kugeuka, unakuwa sio wema tena kwa yule aliyemsaidia. Kwa hiyo nataka niwashauri watu wenye nyota hii waendelee kutenda wema, wasikate tamaa na wasirudi nyuma, kwa sababu malipo yao mengi hayatoki kwa wale waliowatendea wema, badala yake anatoka kwa watu wengine. Kwa hiyo usikate tamaa, kadiri unavyotenda wema, unavyosaidia na kuinua watu, kuna upande wa pili na wewe utainuliwa bila wewe kutegemea, na utafikishwa pale ambapo unapataka bila wewe kutegemea. Na baadhi ya wengine wanakata tamaa, mimi siwezi kumsaidia tena mtu, mimi nimeshamsaidia watu wengi, lakini wamenifanya hivi na hivi. Hapana, unatakiwa usimame kuendelea kutenda wema, ili wewe uendelee kuwa mtu mwema Popote uendako kwa watu wanaojua wewe ni mwema, na sio wote ambao watajua wewe sio mwema. Itafika wakati utakutana na mtu anayejua nguvu ya wema wako ni wema wa namna gani. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vijavyo, na wale wanaohitaji pete za bahati, kusafisha nyota, kupandisha nyota na kuweka nyota zao sawa, pia wale wanaohitaji madaraja, madaraja ya kimaisha, kuvuka pale unaposhindwa, kunyanyuka pale unapo hii shindwa upeleke mguu mbele au uende juu. Kwa wale ambao wanahisi kabisa mambo yao yanarudishwa nyuma, basi fika katika ofisi zetu zilizoko Tanzania Dar es Salaam, tutaweka mambo yako sawa. Tunapatikana kila siku kasoro siku ya Ijumaa, na kwa sasa hivi kwa sababu ni uchaguzi, unaweza kupiga simu na kuweza kuweka appointment zako kama unatoka mbali, kwa wale ambao wanatokaga nje ya nchi na sehemu mbalimbali, kwa sababu sasa hivi kidogo tunajaribu kusaidia saidia mambo fulani fulani ili yaweze kwenda sawa. Mimi si mwingine, ni mnajimu Kuluthum.